Wapendwa katika Bwana, tulianza siku tukiwa na matarajio mengi, tukiwa na matamanio mengi, tukitamani tufanikiwe katika kazi tunazozifanya, katika biashara tunazozifanya na yote ambayo tunayafanya katika maisha yetu ya kila siku. Tunapomaliza siku hii ya leo, tukitafakari na tukiangalia tuliyoyafanya, kwa namna fulani, labda tumeona kuna sehemu tulifanikiwa, kuna sehemu nyingine labda, kwa kiasi kikubwa au kidogo, tumekosa. Haya yote yasiwe sababu ya wewe kurudi nyuma na kukata tamaa na kusahau wema wa Mungu, kwa sababu wema wa afya ulio nayo na ulinzi unaopata kila siku. Tukiangalia Mtume Petro baada ya kufanya kazi usiku kucha alikata tamaa, alikuwa hana hana hajapata samaki lakini kwa neno la Mungu kwa kulitii sauti ya Mungu, sauti ya Yesu Kristo, tunaona aliyopata samaki wengi na furahi karudi. Basi nawatia moyo wapendwa, tunapenda kupumzika siku ya leo, tuna imani kwamba Bwana wetu Yesu Kristo bado anatubariki. Bado anatazamia makubwa na sisi. Bado anatuendelea tulale tukiwa tunatumainia neno lake na kisha tutakapoamka ataendelea kutujaza baraka nyingi na tutapata mafanikio kadiri ya mastahili yake yeah. Tunakimbilia ulinzi wako mzazi mtakatifu wa Mungu, usitunyime tuvyomba katika shida zetu, tuokoe kila mara mahra tuingiapo hatarini, Ee Bikira mtukufu na mwenye baraka. Amina. Niwatakie usiku mwema.